Watu wa shuka shuka kama. Walikuwa kwa Panpaper yake ndio wasanii walikuwa na private investor anayeita kwa nguvu. Panpaper alikuwa ukenda weguye ni town vibe brand. Walikuwa na team na iba kwa Panpaper, ndio? <laughs> Walikuwa na studio. Walikuwa naajiri watu wetu, ilikuwa ni mali imejaa huko. Sasa hizo nienda weguye inakaa kama sema tu imemvaji. Sasa wale ambao wamekuja kuinvest katika mambo ya, ya sugar cane ya, ya, ya, ya, ya, ya square private investors ndio wanaenda kununua kununua hizo factory zetu za serikali, ile ya wananchi wa kawaida wanununua. Na mimi najua ile njama wako nayo, wanataka kununua hiyo alafu wauru wauwe sukari ile, bei ya sukari itakuwa imeenda kule juu, watafuta wafanyakazi, hakuna kazi ya jamii watafanya, mkulima kulipa mimi, itakuwa ni shida sana. Wanaambia chairman na managing director mwende handover factory yetu kwa muhindi on a Saturday, kwa naongojea mande alafu anauzia muhindi

Na kama wanasema lazima uze Nzoia, tutaambia ile muhindi wewe wanunua tu, lakini baada ya miaka mitatu, hii serikali ikitoka pia sita kufukuza yeah. Maana huku kunanganya yeah, na yeah, ndio atakuwa mjinga kufikiri kwamba serikali itamsimamia achukue mali yetu na nguvu, okay. Wacha niwaambie watu wangu, wanaenda ikataa kitu, hata kileta jeshi hata kileta polisi hata kileta mandege hata kileta pesa, hii haiwezekani. Kaja kwenda bandu gani? Watu wangapi? Sisi tutakataa kama jamii kwamba mali yetu sasa hii, tunaanza na hii tunarudisha Nzoia, tutarudisha Panpaper, na tukipata nafasi ya kutawala dunia hii tutafufua factory zote ambazo zimeuawa na serikali.